ukimwi kama ukimwi, yani tuachane na marazi mengine. marazi si mengi mm. E, kisukari yenyewe si marazi mm. Lakini ivyo mchanganya kisukari na ukimwi, inakuaje? hiyo location yake ni bomu mm. Eh, inakuaje? mm. Sema mwenyewe hilo ni bomu, ni bomu. Yani kama vile unamkuta, kama vile unakuta ndama amekula malboro nyeusi. Mjomba wangu, mtu anaisha, mtu anakongoroka, mtu anapauka eh? Kwamba ukimwi yani, ukimwi kama ukimwi ukimwi ni fezea moja ya hatari kwanza. Yani kwanza ukimwi kama ukimwi, ni kinga, ni upungufu wa kinga mwilini. Tamaa hizo ndo zinaponza. Aa, lakini ukishajua kabisa pa ni pamoto mm. utafanyaje sasa? Mm. Kama pale mnapokaa pale skani kwangu huyo mm. huyo one mjombo wangu Kweli yani, hivi hapa nilikuwa nadai kodi ya miezi hizo miezi matara, kwa hiyo hapa yenyewe kwanza ile style style waaminifu ile hmm. hmm. na eh, yani, hmm. hmm. e, ipaka chungu Siachi bana ah. Amna mbaya nzuri sawa bana, ila mimi siufuati ulipo yeah. Eh, saa 8 umelala mimi na uhakika yeah. Ah, si nasema na, si na, ah, na vyenyewe vinachoka, sio kwamba tu sivilaumu sana, na vyenyewe na muda wake na vinadamka ah mm, nadamka sana venyew Anajua ratiba zake saa kumi na mbili na venyewe vimeamka kaavili, vinaenda kuswali kaka. <laughs> no, burudani jamaa no, no. Hauna swali so, lingine ah, laba kwa muda mwingine inshallah, poapoa.